Sasa nitaeleza kwa kifupi sana ni nini tumekigundua, ni nani tunawanyoshea kidole, ili jeshi la polisi na hao wahusika wengine watusute, wataambia Mbowe na Chadema mnasema uongo Uchunguzi wetu unatupeleka wapi? Moja, kuna kitu kinachoitwa kwenye kanda maalum ya Dar es Salaam, task force ya ulinzi na no usalama. Task force hii ilipoundwa kwa mara ya kwanza iliundwa ikishirikisha wadau kutoka jeshi la polisi, usalama wa taifa na hata jeshi la wananchi. Katika hatua za baadaye, jeshi la wananchi liliondoka katika operation hii. Yaani kwamba sasa yawezekana, yawezekana baadhi ya watu ambao wamepotezwa walikuwa wana jinai zinazowahusu. Inawezekana, lakini hakuna jinai kwa sheria na katiba ya nchi yetu inayoruhusu vyombo vya dola kuhukumu mtu kwa jinai aliyoifanya bila kumfikisha kwenye mahakama za nchi yetu. Kwa hiyo, hapawezi kuwepo kisingizio chochote kwamba huyu tuliyemshughulikia ni panya road ama huyu tuliyemshughulikia pengine ni mwizi. Hakuna justification, hata mwizi anapaswa kupelekwa kwenye vyombo vya sheria katika nchi yetu. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na viongozi wenzangu na watanzania mnaonisikia, sisi kama chama tumesema tuyaseme haya kwa sauti ili yasikike zaidi, tukiwaunga mkono Legal and Human Rights Center ambao tuna taarifa leo wamefungua kesi katika mahakama kuu katika utaratibu wa habeas corpus, kuwataka polisi na vyombo vya dola viende mahakamani vikaeleze: Soka yuko wapi, Mlai yuko wapi, Mbise yuko wapi, waliowateka siku ya tarehe kumi na nane saa tano asubuhi. Kama wana makosa watuambie, vijana wetu, viongozi wetu hawa wametenda kosa gani? Kama nilivyosema, utekaji huu umeambatana na mauaji awali. Watu waliokuwa wanauawa kienyeji nje ya mtaratibu walikuwa wanapelekwa Mbuchware, wengine kama kina Sativa walipelekwa kwenye pori la Katavi wakaliwe na fisi, kwa sababu wanasema Katavi ndio pori lenye fisi wakali ambao hata mfupa wanautafuna kama biskuti. Mwenyezi Mungu akupenda akamwokoa Sativa alikamatwa na kikosi hiki cha Mafwele, na Mafwele anajua. Na kikosi hiki ndicho kimemkamata Soka, ndicho kimemkamata Mlai, ndicho kimemkamata Mbise. Nitawataja baadhi majina yao, au mnasemaje? Nimesema, na niko tayari kwa msalaba huu, mimi na viongozi wenzangu tuliofanya kazi hii. Hatua za kwanza, maiti zilikuwa zinapelekwa muchware, siku hizi maiti hazipelekwi muchware, kwa kuna wengi wamekufa hapa, hakuna uthibitisho wameuawa wapi. Vyanzo vyetu ndani ya jeshi vinatueleza mahali miili inatelekezwa tukifika mahali sahihi tutaeleza miilinatekelezwa wapi. Ndugu zangu, mama mmoja polisi anayejulikana kwa jina la Semageni Shabani, mweupe Semageni ZCO tuambie Semageni ni nani huyu ndio aliyemrongosha soka na huyu ndio alimrongosha sativa huyu na kwa upande wa soka pamoja na mlai na mbise simu ya mwisho aliyepigiwa soka ilipigwa saa tano na dakika mbili asubuhi tarehe 18 siku ya Jumamosi, na waliongea naye kwa muda wa dakika kumi na saba, na hapa wakimwambia Soka aende kwenye kituo cha polisi Kilwa Road, sio Kilwa Road cha ng'ombe akachukua pikipiki yake iliyokuwa imepotea mwaka jana imeibiwa mwaka jana. Soka akampitia katibu wake wa chama wa wilaya Bwana Mlai na dereva wa bodaboda huyo Mbise aliyekuwa anaendesha pikipiki yake kabla haijaibiwa mwaka jana. Kwa hiyo wakawa watatu wanakwenda kituo cha polisi. huyu dada Semageni Shabani ndio walikuwa na coordinate na, wakiwa wanatembea kwenda kituoni, gari ikafuata Noah ya rangi ya bluu, ikawabeba vijana wetu hawa. Hadi leo polisi, usabe, polisi zote za Dar es Salaam zinakana zijui wako wapi. ZCO Mafwele na timu yako mnajua watoto wetu hao wako wapi. Namba iliyompigia simu Soka ya mwisho wakazungumza, na ndio ikampeleka kwenye mtego waliotega, ilikuwa ni simu namba sifuri, sita, tano, saba, moja, nne, nne, nane, sifuri, mbili. Hii ndio simu ya mwisho aliyopigiwa Soka na tuna print out ya mawasiliano yote ya Soka. Msitulize tumeipata wapi. Kwa hiyo tunatambua ni nani aliyowasiliana na Soka kwenye print out. Sasa mtatafuta huyo mtu ni nani. Mimi sitaki kuambia huyo mwenye hiyo simu ni nani, lakini nimemtaja mama mmoja ambaye alikuwa kinara katika utekaji wa Sativa na amekuwa kinara kwenye utekaji wa Soka. Ni timu ya hawa watu wa task force ambao zamani walikuwa anti robbery, leo imegeuka, sio anti robbery tena, wanadili na wananchi kwa maslahi mengine ambayo ni nje ya maslahi ya usalama wa nchi yetu. Askari wetu wanajulikana kwa kawaida kwa jina moja moja, muulizeni Kamanda Mafwele, ZCO Inspekta Alex wa kikosi hicho cha ngombe ni nani? Hawa ndio wanaoshughulika na, na raia wasio na hatia ama hata kama wanahatia katika utaratibu nje ya sheria. Kuna askari anaitwa Clement wa task force, kuna askari anaitwa Francis wa task force, wanajulikana. Utasema Mbowe sema jina la pili, mi nawambia jina moja, hawa wajazie la pili. Nimeshawaambia mpaka kituo chao cha kazi kilipo kuna mtu anaitwa Christopher mwenye namba ya simu 0715320320. Watu wakatili wa kiwango cha lami hawa, kama ni noma na iwe nini jamani noma. Acha iwe noma huyu, Clement namba yake ya simu ni 0717770425. yuko mwingine anaitwa Salum na mwingine anaitwa Modi. Kwa leo itoshe, mimi kuwasema hawa, nimewambia bosi wao nani, wanaopereti wapi, ndani ya mabazi inafanyika nini. Hawa wanaowateka hawawalazi katika mahabusu za kawaida za polisi, wanawalaza katika maeneo mbalimbali, wengine wanatembea nao ndani ya magari. nimewazungumza hawa watatu wa Dar es Salaam. Kule mkoani Rukwa, kiongozi wetu mwingine Deonis Kipanya ametekwa, sio sio wiki sio siku tatu. Huyu ni kiongozi wetu wa wilaya, ni wa wilaya, mheshimiwa katibu mkuu wa wilaya ya Sumbawanga mjini, Deonis Kipanya huyo amepotea tangu tarehe ngapi? Tangu tarehe leo, siku ya ishirini na saba. Unasemaje? umjui mtu alipo? Hau, tuna kiongozi wetu mwingine anaitwa Twaat Kombo Mbwana kule Tanga Handeni. Mna taarifa hizi? Alibebwa zaidi ya mwezi umepita, tukapiga kelele, mwenyewe nilikuwa Tanga Handeni. <coughs> hatimaye ametokea, amepigwa ameumizwa, lakini mpaka leo wamemweka ndani. Hatujui usalama wa vijana wetu kina soka kina mlai kina mbise ukoje, hatujui usalama wa Dionis kipanya ukoje huko walikompeleka. Sasa hawa waliomkamata huko, sijui kama ni wa Dar es Salaam, mi naongea hao wa Dar es Salaam waliodili na kinambise, lakini wote hawa wanatuhusu na wote hawa ni ndugu zetu. Ndugu waandishi wa habari, tumesema tuyaseme haya bila woga, na naomba watanzania wenzangu tuungane katika hili. Tabia ya woga ya uoga ya uoga, yani ni kwamba wote tutakufa siku moja. Sasa tuchague tunakufa tukisimamia kweli na haki, ama tunakufa tukiwa tumepiga magoti kwa watu dhalimu, nje ya utaratibu wa kiutawala. Sasa nchi hii ina uongozi, niende kwenye kuhitimisha hoja hii. Nchi hii ina uongozi na kiongozi mkuu wa nchi yetu, kama wote tunavyomjua ni Rais Samia Suluhu Hassan ambaye kwa bahati mbaya kwenye jambo hili ameshafanya matukio mawili ya kusikitisha sana. Kwanza, alichanga milioni 35 kumsaidia mhanga bila yeye kama marijeshi mkuu kutuambia huyu mhanga alipatikana patikanaje? yaani kiongozi mkuu wa nchi ambaye sisi Kiingereza tunamuita ni chief comforter, hatutegemei akimbilie kutoa msaada wa matibabu. Kabla ya msaada wa matibabu ambao nao ni wa muhimu, kwanza angetusaidia kujua huyu mtu alipatikana patikanaje na patika na hatia na alipitia ruti gani hadi akapatikana amepigwa mpaka risasi ya fuvu. tena baadaye rais akatoa kauli kwamba utekaji ni drama. Madam President, utekaji it's not a drama. Utekaji ni real. Wamelia wa mama, wamelia wa baba wazima hapa. Madam President anasema ni drama kwa sababu vyombo vyake vinamwambia mama ni drama. It's not drama. Ili jambo linatakiwa likomeshwe na lisimamishwe kwa sababu watu sasa, yawezekana niseme sisi sio malaika, yawezekana tuna makosa, tukamateni and charges, tujitetee kwa utaratibu wa katiba ya nchi, sio kututeka, kututesa, kutulazimisha tukonfesi makosa ambayo hatuna. tatizo kubwa ndugu zangu, waandishi wa, wa habari wa Chadema na Watanzania mnaonisikiliza, ni kwamba jeshi hili hili ambalo ndio victim I mean, ambalo ndio culprit eti ndio hilo hilo linajichunguza. Hatutakaa tupate ukweli, kwa sababu jeshi hilo ndilo linalotenda dhambi hii na jinai hii. Tunamtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atumie mamlaka yake kwa mujibu wa Inquest Act ya elfu mbili na kumi na tisa. Inquest Act ni sheria ya uchunguzi mahususi, aunde kitu kinachoitwa tume ya kimahakama ya majaji, the judicial commission of inquiry, ichunguze tuhuma zote hizi iwasikilize wahanga iwasikilize mashuhuda ifuatilizie mamia ya watanzania hawa waliouawa katika utaratibu ulio tofauti. Madam President ana mamlaka hayo, na judicial commission of inquiry haiwezi ikaundwa na mtu mwingine yoyote isipokuwa mirijeshi mkuu wa nchi yetu. kuliachia jeshi la polisi Madam President, likakuletea taarifa eti uko hivi, wanajiteka wenyewe. Kwa hiyo this is, this is sad. Tunamtaka Madam President haraka atuundie taifa hili ili kurudisha amani na mshikamano na utulivu kwenye taifa, aunde Judicial Commission of Inquiry ichunguze haya anayoyazungumza Mbowe na mengine mengi ambayo hajazungumzwa na watu. Pili, ni matumaini yangu kwamba kamishen hii itayoundwa itaweza kusimamia kweli na haki na irejeshee watu uhuru wao, wale wote ambao bado wanashikiliwa katika njia ambazo si za utaratibu wa kawaida na rais apige marufuku kitu kinachoitwa task force ya vyombo vyake vya ulinzi na usalama, yeye kama amiri jeshi mkuu, kwa sababu vyombo hivi havifuati sheria, vinatumia utashi wa watu binafsi. Askari hao naowataja wengine wamehusika katika mambo ya kihalifu ya kitapeli kwa kutumia mwavuli wa jeshi la polisi. Haya mambo yafanyiwe uchunguzi, wanaohusika wanajua. Mbowe nasema kweli, rais afikirie tena. Mwaka jana ilipitishwa sheria, sheria ya usalama wa taifa sheria ya usalama wa taifa iliyopitishwa bungeni tarehe 14 mwezi wa Julai mwaka 2023, The Tanzania Intelligence and Security Service Amendment Act of 2023. Sheria hii, ndugu waandishi wa habari, katika kifungu cha nne tatu kinatoa haki ya maafisa wa usalama wa taifa, narudia sheria hii kwenye kifungu cha 4.3 miongoni mwa mambo mengine kinatoa ruhusa kwa maofisa wa usalama wa taifa kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu kukamata watu wanaowadhania wao wanahatarisha usalama wa nchi. Sasa, Usalama wa taifa katika nchi yetu hawana mfumo ulio rasmi wa kukamata, kuhifadhi, kushtaki kama ilivyokuwa polisi kupitia PGO. Ndio sababu watu wakipotelewa, watu wao wanakimbilia polisi, ambako tunajua ndiko kwenye utaratibu wa kisheria. Kumbe leo kuna mamlaka nyingine ya kiusalama inakamata watu, hatujui wanawapeleka mahabusu wapi, hatujui wanawachaji na nini. Zamani usalama wa taifa wanamhitaji Mrema, watachulika na polisi, polisi itamwaresti Mrema, Mrema ataingia ndani ya mahabusu kwa utaratibu wa kipolisi, wale watamchukua kule, watamhoji wanachokitaka. Sheria hii mwaka jana imepitishwa na Bunge. Usalama wa taifa anaweza akajitokea popote akakudaka popote akapotea na wewe, hujui umepelekwa mahabusu gani kwa utaratibu gani, na huna mahali pa kuuliza. Hii ndio sehemu ya majibu ya sheria ile. Tunataka Rais wa repeal wafute kifungu hiki ambacho kinatoa nafasi kwa maofisa wa usalama wa taifa kwenye nchi hii kuwakamata raia bila kutoa maelezo mahali popote.